Bwana awe nanyi. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Yohani. Yohani sura ya kumi na moja aya ya 45 hadi ya hamsini na saba. Wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Maria kuyaona yale aliyoyafanya Yesu wakamwamini, lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyofanya. Basi wakuu wa makuhani na mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahari petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiria kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua . Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko. Akaenda mahali karibu na jangwa, mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea kutoka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamfuata Yesu wakasemezana hali wamesema, wamesimama hekaruni, mwaonaje? haji kabisa sikukuu hii? Na wakuu wa makuhani na mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akijua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Neno la Bwana. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo walitoa amri ya kwamba mtu akijua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wapendwa wana Mungu, katika injili hii ya leo katika juma hili kipindi hiki cha Kwaresima, wazo kuu tunaloipata katika tafakari yetu kama wafuasi wa Kristo ni kwamba, mpango wa Mungu hudumu milele. Katika Injili ya leo tunaona makundi mawili ya watu. Baada ya Yesu kumfufua rafiki yake Lazaro, kunatokea makundi mawili. Kundi la kwanza, wapo watu wanaomwamini Kristo na kusadiki kwamba kweli Kristo ni mwana wa Mungu. Na kundi la pili wanapatwa na chukizo, wanakwenda kwa Mafarisayo na wanaofanya njama dhidi ya Yesu ya kumuua. Tujiulize, wana wa Mungu, mimi na wewe, je, mimi niko katika kundi gani? Niko katika kundi la kwanza? Napoona muujiza wa Yesu anaonitendea katika maisha yangu na familia yangu, ninaamini na kusadiki, ama ninaenda kufanya maagano na watu wengine ili kumwangamiza Kristo kuelekeza wengine waende kinyume na imani yetu wasishike imani msingi Katoliki na kufanya yale ambayo kinyume na imani yetu. Tujitafakari, wana wa Mungu. Wapendwa wana wa Mungu, tunapofanya tafakari hii, hasa kifungu hiki kinatukumbusha kwamba <clears throat> hata wakati ambapo watu wanapanga njama ovu dhidi ya mpango wa Mungu katika maisha yako, daima Mwenyezi Mungu anasimama mala na wewe. Tukirejea katika kitabu cha Mwanzo ile sura hamsini aya ya ishirini ndugu yake ndugu zake Yosefu, agano la kale, wanamuuza utumwani, wanafikiri kwamba wamemwangamiza, lakini Yosefu anapokuwa utumwani na ndugu zake wanapoenda utumwani, anawambia mlikusudia kunidhuru, lakini Mwenyezi Mungu alikusudia mema juu yangu. Hivyo basi, mpendo mpendwa wa Mungu, umeumba kwa sura na mfano Mwenyezi Mungu. Daima Mwenyezi Mungu katika maisha yako amekusudia mema daima. Hivyo basi, tunapoona maadui wa Yesu wanapotaka kumwangamiza, wanafikiri kwamba kumuua Yesu kumwangamiza Yesu basi watalizoofisha kanisa. Na wanasahau ya kwamba wanapomuua Yesu, kifo cha Yesu kinaleta imani, kinaleta matumaini mapya. Na sisi tunaalikwa tunapokaribiana na mambo magumu, changamoto za maisha mbalimbali, upinzani au mateso, tunapaswa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi, hata wakati ambapo tunapoona mambo hayaeleweki Hatuelewi ni kwa nini haya yanatokea katika maisha yetu. La maana tuwe na imani thabiti, imani kwa Mungu, maana daima Mwenyezi Mungu anafanya kazi kwa faida yetu. Tushike imani tukijua kwamba mpango wa Mungu daima utashinda katika maisha yetu. Hilo ndilo kusudi la Mungu kwa kuumba kwa sura na mfano wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Padri Faustin Bahati Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Saveli Lindi mjini.